Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Hadija Jimi Murijo huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchari. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swalehe, mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph ana miaka 34, mkulima na mua. Watumiwa hao watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Hadija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani, na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Hadija Jimmy Murijo na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni moja laki tatu themanini na tano elfu na mia nane ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtumio huyu alikuwa amekwenda wilaya ya, ya, ya Urambo katika kijiji cha Vumilia na watumio wao walikamatwa, na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo, waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli, tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Pita Mchali. Kapigiwa simu nikapokea, akaniambia mimi, nimetekwa. We umetekwa e? wapi ulipo? Kasema huko niliko sijui, niko kwenye jumba ambalo limepigwa bati, halija limeezekwa tu halija wekewa milango wala madirisha mm. Tunataka utume hela milioni mbili. Kambia milioni mbili? Za nini? Au unataka tufanye show? Ile swali lile nikaona mm, hawa kweli inawezekana ni watekaji. Hasa kwa sababu ana na mtoto wangu anaye kule. Mimi ilibidi nikamwambia nipeni muda. Wakaniambia tunakupa dakika nne. Nilichokifanya nikaenda polisi kwenda kutoa taarifa: Jamani kuna tukio hili limetokea, kuna mtu fulani ametekwa ametekwa e. Hmm. Sasa mzee, hebu nenda kalale, haya maswala yanatakiwa masaa ishirini na nne. Mimi nikarudi kulala, lakini wakati huo simu zinaendelea kupigwa kwamba tunahitaji hela, tunahitaji hela. Kufika tarehe moja, ilikuwa siku ya Jumamosi sijui, nikamwona bwana mmoja hivi anaitwa Maruru kawa tume, amekopa hela sehemu laki tano na mi nikatafuta laki tano Jumapili asubuhi zikatumwa hizo laki tano, jioni katumwa laki tano, ndio ikawa milioni. Hicho ndio ninachokifahamu e. Mimi naishi naye kama mzazi mwenzangu, yani natunza kitoto kile alichonacho, sio kwamba naishi kama mke. Yani mimi nashinda kwangu, siku nikiona naenda naenda pale, napeleka huduma. Kilichofuata ni kuruhusiwa kule, kule kurudi, eh akarudi nyumbani, watoto wake wakanipigia simu, baba, mama karudi Kambia haya, takuja kumuona kesho. siku iliyo, siku iliyofuata, ambayo ndo ilikuwa Jumatatu asubuhi nilienda kwake pale, kaenda kumjulia hali tukiwa na bwana mmoja anaitwa Dula, kaenda pale tukamjulia hali tukakuta kwa kweli hali sio nzuri, ana sheki sasa. Siwezi kujua kama kule kusheki ni kuigiza au vipi, mimi sijui basi tukamjulia hali baadaye, si tukatoka. Aliniambia kwamba alikuwa anapigwa mabanzi na ku, kwamba kula alikuwa hali naona, alafu akiambiwa na, naomba maji analetewa mikojo. Ndiyo maelezo aliyokuwa ananieleza. Yani ushiriki wangu ni kama kawaida, kodi ya nyumba nalipa, bili ya umeme nalipa, bili ya maji nalipa e, na matumizi anapewa. Zaidi ya hapo labda kw na lingine asa siku hiyo tu mimi nilishtukia kwamba simu imepigwa imepigwa kwake, akaniambia mwenzangu, mimi tunaitwa kwa mkoa mkoa. Nikamwambia ah, twende, nikamleta mpaka hapa e, akaeleza mwanzo mwisho, ndio akamuuliza kwamba unaweza kutupeleka kwenye eneo la tukio na ukatuonyesha ukatu, ukatu akasema, nitawapeleka pale waliponiachia, waliponiterekezea, yani kwamba mimi nakuleta hapa sasa, nakufungua, fuata njia hii utakutana na barabara pale, ndo alipotupeleka. Akawa ameniuliza hivi, kesho vipi, utakuwepo nyumbani? Nikamwambia nitakuwepo, kwani vipi? Akaniambia wifi yangu nimekumiss, nataka nje nikusalimie. Nikasema sawa, wifi yangu karibu. Nimeona wifi yangu kafika, tukapokeana vizuri. Baada ya kuwa amefika, nikakaa kwenye kochi. Baada ya kuwa nimekaa, akaniambia wifi, mimi nimekuja bwana, shida kubwa ni mzazi mwenzangu babake na kaka katoto, kwa sababu alikuja na katoto kana takriban miaka mitatu kuelekea nne, kakike akanambia babake na huyu mtoto bwana, mimi ananizingua sana kwenye maisha. Nina takriban miaka minane na ishi naye, lakini hajanifanyia chochote kile kwenye maisha yangu. Sasa mi nataka nitengeneze insurance nipate hela kwa sababu mume wangu ana hela, maana ni mstaafu wa jeshi, ni mwanajeshi alikuwa hapo Tabora, kaisha staff. Sasa ana hela, mwaka jana tu tumeenda Dar es Salaam tumechukua hela zaidi ya milioni thelathini lakini hajanifanyia chochote kitu kwenye maisha yangu sasa mi nikaona hapa nifanyeje? Kila nikimwambia anachonijali sana ni kwenye huduma ya kodi ya nyumba, bili ya umeme, labda nakula, lakini kwa mengine wala hata hanijali. Yani kama tampata mkaka mwenye uwezo wa kusema, ambaye hawezi kuteteleka kwenye simu, ampige mkwala huyo mbaba, kwa sababu huyo mbaba anamfahamu ni mzaifu kwangu, ananipenda, na anapenda mtoto wake, hatakubali niangamie, ni lazima ila atachuma. Nikamuza, ehe, unataka utumie shilingi ngapi? Akasema, mimi nikitumia milioni mbili, kesi imeisha, mi naondoka. Nikamwambia wifi, milioni mbili yote mtu kanaweza kutumia, hata kama ndo mume wako, nina uhakika zipo, ndo maana anasema milioni mbili. Bahati nzuri, imefika kijiweni, kuna mkaka anafamiana naye waga, ananiita mama mdogo, nikamwita, anaitwa Vitus. si huyo kaka, nikamwambia Vitus, nakuomba nyumbani kwangu, nina shida kweli. Yule kaka kaingia ndani, baada ya kuingia ndani, yule kaka mida, tunakula nikamuuliza, wifi vipi ratiba zako zimekaeje? Akaniambia ziko zinatiki. Kaka kakubali kasema atanisaidia kupiga mkwawa. Nikamwambia mmm, haya sawa. Nimerudi kwenye mishemishe zangu, yapata kitu kama kwenye saa tisa saa kumi hivi wifi akaniambia, hivi wifi, muamala umesoma? Nikamwambia niambia, wifi yangu umesomaje? Nimetumiwa laki tano. Umetumia laki tano, na kaka ambaye ndo baba Neema, ambaye ndo mzazi mwenzie, kaniambia kanitumia laki tano. Nikasema sawa, haina shida. Tumemaliza kula, wifi yangu ananiambiaje, wifi mwama la pili umesoma, imetumwa laki tano nyingine. Nikamwambia, hivi wifu yangu, kwa mimi binafsi, kwa sababu ulikuja kwa niaba ya kutafuta tu hela, ili upate hela ya maisha, kwamba mume wako anakusumbua, hiyo milioni moja mimi naona kama vile inatosha. Chukua hiyo milioni moja yako, akafanya mambo yako, maisha mengine yaendelee. Akasema, kweli wifu, mimi mwenyewe saizi nafanyaje, naondoka. Nikamwambia sawa.